Ilfi ufu wa Kilembwe yenye lifika leo 25 yeah. Hali ya taruki imetanda katika eneo la Kilembwe baada ya kusikika milio ya risasi kufuatia mgogoro wa ndani kati ya wandani, vikosi viwili vya wazalendo. Kwa mujibu wa mashuhuda, mapigano hayo yalianza baada ya kutokuelewana kwa wanavikosi hao na yalisababisha jeraha kwa baadhi ya raia wa kawaida waliokuwa karibu na eneo la tukio. Hofu ya usalama imepelekea wimbi la wakimbizi wa ndani, ambapo wakazi wengi wamekimbilia maeneo tulivu ili kujinusuru na vurugu hizo. Hata hivyo, mashuhuda wamethibitisha kuwa hakuna vifo vo hadi sasa, japo kuwa hali ya taruki bado inaendelea huko, vikosi vya usalama vikijaribu kudhibiti hali. Haikuwa ngombe ya bamaimai, ilikuwa ngombe ya bakomersan, balikuwa naenda kuuzisha saba, alikwenda kuuzisha kule kwenye balitokea, njo kulikuwa ba, batu ya sen PCC bale benye kuikala Kilembwe, bale basoda ba Kibembe njo bebe alikuwa kule, bakabaambia kusema vile munaenda pale hivi munalipa huku, musilipe tena kubale bas, ba auto defense benye biko Kilembwe eh, musibapatia ata dix francs. Mufike ku bariere yetu enye iko kule kwa kuingilia mwele pore ya nefu, nefu, njo mubalipe musilipe bale batodefense benye biko Kilembo. Sasa sa enye balifika pale, bale abakupendezwa na ile neno, njo ilifikia sasa ule mutu mwenye balipezana randevu na ule komanda kuko bale toka na Mangombe, akaita ule komanda akamwambia kubaatuziwia tubalipe, njo hevibanakangala hapa sasa. Saenye ule komanda akatuma basoda na wala akukuya yepeke komanda. Alituma tu basoda sa, basoda balifika, akukuwa habari ya kuongea, balifikia tu njo kwanza kupiga masasi angani. Kulikuwa ule mwenye munaona pale alipata risasi kukichwa, ule alikuwa ni raia tu, alikuwa na bakataza ebwana, wache vile, acha vile Mwongee acha vile, mwongee. Sasa ule wa ngambo ya SNPCC akupenda vile, njo akapiga ile risasi, njo ikamuingia pale kukichwa. Kwwe munaona ile kilonda, aina ya kusema kama balienda kuanza kulipisha ngombe ya batu ya SNPCC. Ah ah, aina vile, hey,